Mtazamaji wa Channel 10 tunakuletea makala fupi kuhusiana na maisha ya watoto waliokuwa wakiishi katika mazingira hatarishi, lakini wamebadilika baada ya kulelewa katika makao ya watoto na vijana Jerusalem Kimara. Kituo hiki kiliamua kuwachukua watoto waliokuwa wakiishi Ubungo Darajani jijini Dar es Salaam, ikiwa ni maono ya mchungaji kiongozi wa Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKT, Usharika wa Kimara, Wilbrod Mastai. Kwa sasa kimewachukua watoto 26 lakini lengo ni kufikisha idadi ya watoto 500 ambao watapata huduma zote stahiki tukiangazia historia ya tatizo hilo linaloonyesha kuwa ni janga linalozikumba karibu nchi nyingi Tanzania ikiwemo, lakini chanzo chake inaonekana ni migogoro ya wanandoa, kwa maana ya baba na mama kushindwa kuelewana na kutengana. Migogoro hiyo husababisha watoto kupoteza mwelekeo kwa kuwa hulazimika aidha kuishi na mama au baba, na wengine kuangukia mikononi mwa mama wa kufikia. Watoto waliopata fursa ya kuzungumza na Channel 10 wanadai maisha waliokuwa wakiishi na mama wa kufikia yamewafanya kukimbia nyumbani kwao na kuingia mitaani, kwa madai ya kuteswa, wakidhani kwamba huko mtaani watapata maisha mazuri kuliko nyumbani. Mama akamba anatesa. Baada ya mamangu kufariki, nikaona maisha ya Tanga magumu nikaona nije Dar es Salaam kutafuta maisha. Mtazamaji ungana nami Beatrice Eriki, nitakuletea makala fupi kuhusiana na watoto walioamua kubadilika na kupata msaada wa kulelewa katika kituo hicho. Daudi Mbata, mkazi wa Mwananyamala, yeye ni kijana mwenye ndoto ya kuwa mchezaji wa kimataifa, lakini ndoto yake imeanza kutimia mara tu alipoingia katika kituo hicho, akitokea Ubungo darajani alipokuwa akiishi na wenzake waliokimbia familia zao. Je, aliingiaje mtaani? kwa naishi na mama yangu na baba yangu mdogo, mi nasoma kule. Kwanzia nilikuwa mdogo nimeishi na mama yangu, nilipofikia miaka tisa nikawa nadai kuja kumwona baba yangu. Kwa sababu nilikuwa nasikia mimi naitwa Daudi Moses Mbata, ila baba yangu nyumbani anaitwa jina jingine na nikikaa shule naona watu wanaitwa majina ya wazazi wangu. Sasa mimi nataka nimuone baba yangu, mama kanaambia babako anaishi Dar es Salaam. Nikasema nataka kwenda kwa baba yangu, nikaa naacha shule nikimngangania mama anipeleke kwa baba yangu, anambia mimi sina pesa na babako hajaipiga simu hata kutuma pesa kwamba uende. Nikamwambia nataka hivyo hivyo, nikaachaga shule nika nakimbilia, nalala nje, ikanafikia wakati siendi shule, naenda polini. Asa kuna kipindi nikaa nimeenda polini. Nakumbuka ilikuwa gani darasa la tatu. Nimeenda polini, nimekaa, nikaa sana na kikundi ambacho tunakuwa tupendi shule tunakaa mtaani. Ilipofikia muda mtihani Mungu alikuwa pamoja na mimi, ilipofikia muda mtihani mimi niliongoza kwa darasa letu nilikuwa wa kwanza. Nilikuwa wa kwanza. Wale wazazi wa wale watoto ambao nilikuwa nashindana nao mtaani wanasema kwa nini huyu mtoto wako kawa kwanza afu wakati akiwa anashindana nao? Ikabidi wakasema hivi, basi yale maneno ya kijijini kwamba tutamloga mwanao. Kusikia vile mamangu, ikabidi afanye mpango. Kama nilivyokuwa nataka kwenda kwa babangu, akasema hivi, sawa nitakupeleka kule. Nakumbuka alinitorosha pale kijijini. Tuliondoka pale, ilikuwa saa kumi na mbili jioni. Tulitembea mpaka kijiji moja kinaitwa Isaravan mbele, tulifika asubuhi kwa kutembea tu. Mamangu ananibeba akichoka, ananishusha na tembea Tulipofika pale tulikaa siku tatu, baba akatuma pesa, nikafikia mjini kwa babu yangu. Nilipofika mjini kwa babu yangu nikakaa wiki moja, baba ndo akatuma pesa ya kunileta Dar es Salaam. Kufika Dar es Salaam, akanipokea kunipokea, nikaenda kuishi naye, nikakutana na mama yangu mdogo ambaye alikuwa anaishi na baba yangu, nikaa naishi naye. Wakataka kunirudisha shule, vitu vyangu kwa sababu nilikuwa nimevichoma Ilinga kwa sababu nataka kwenda kwa baba. Ikabidi tena wanirudishe tena chini, nikaanza awali, nikasoma nikasoma awali mpaka darasa la tatu. Napenda sana kucheza mpira, napenda sana kucheza mpira, kucheza mpira nikirudi nyumbani anachapa kule alimaisha, kuchapa alinishinda. Nikumbuka nilitoroka pale nyumbani, nilikuwa na nguo za shule, nikaenda Ubungo nikawadanganya matrafiki, nikasema na nyanyaso huku, nataka nudi kwa mama yangu kule. Wakanipandisha gari wakanipeleka kwa mama yangu. Nilifikia kituo kituo kikuu cha polisi Ilinga, nikawa nimewekwa pale ili asubuhi anipeleke nyumbani. Nimekaa asubuhi, kumbe babangu alinipeleka kunitangaza sehemu ya taarifa za habari. Nilivyojiona kwenye TV nikajua nitakamatwa, nitarudishwa da, nikatoroka nikakimbia pale kituoni nikaenda kwenye kituo cha mabasi ambacho kinaenda kwa mama yangu. Kweli nikapanda nikaenda kule. Nako kwa mama yangu niliona maisha magumu, napenda kucheza mpira, sioni mafanikio ya mpira, nikatoroka. Kwa mimi nikafanya kama Ilinga na Dar es Salaam ni sawa sana tulitoka hapa na Mbezi. Huku, nikifanya kosa nitaka kuchapa na kimbia huko. Nilivyofanya vile kweli nikafikia wakati nikaja Dar es Salaam tena kwa baba nikakaa naye. Nakumbuka almost kwa miezi mitatu baadae nikaamua kuondoka kwa sababu siku ya kwanza natoroka, nilipata marafiki pale Ubungu, pata marafiki. Nilivorudi hapa nikaona maisha nyumbani amenishinda, sipati hata kucheza mpira. Nikaingia pale mtaani nikaa naishi pale, nilikaa mwaka mmoja. Nilivokaa mwaka mmoja, si nilikuwa nishazoea sasa, naenda nafagia mabasi pata pesa, nikaa nishazoale maisha ya kupata pesa ikafikia wakati nikaona kani pale mtaani. Baadaye nakumbuka kwa mama yangu kwamba da nah, nishamkumbuka sikuwahi kumkumbuka baba yangu kwa kumkumbuka mama yangu tu, ikifikia wakati mkumbuka mama yangu, natafuta hela napanda gari naenda nyumbani, ufika Mafinga nanua vitu nampelekea mama yangu. Mama yangu alikuwa anamdanganya kwamba huku Dar es Salaam mnafanya kazi, sikuwahi kumwambia kama naishi mtaani, sababu zaini kwa naenda nyumbani kwa napendeza, nampelekea vitu baadaye nakaa kwa mamangu, baadaye namtoroka. sikuwahi kuondoka kwa mama nikiwa nimemwaga, ni nadanganya maaskari wanaleta huku. Daudi anasema baada ya kuzoea maisha ya mtaani na kupata pesa, aliamua kuanza kuzunguka katika mikoa mbalimbali hapa nchini akijishughulisha na biashara ndogo ndogo ikiwemo kuuza mayai. nakumbuka mwaka elfu mbili ishirini, nikaanza kupiga ruti zangu, nimetembea karibu Tanzania mikoa kumi na mbili mbo nimeenda Tanga, nimefanya kazi nikuwa nauza sana mayai barabara bara nane kumi na mbili Duga Raskazoni. Nipomaliza nikatoka nikaja Dar, kakaa mwezi mmoja, nikaenda Mbeya pale stendi nikauza sana ndizi, nikarudi nyumbani kwa mama angu. Nikatoka tena kwa mama angu nikaenda Tunduma, pale stendi ya mwaka Nimekaa sana pale. Kuna mama akanichukua, kanichukua kaa nakaa na mimi, akaniuzia mandazi yake pale. Zambia naingia, baadaye nikatoka. Nilipotoka pale nimezunguka Mwanza, Jombe, Sumbawanga, baadaye nilipochoka na maisha nikarudi tu Ubungo. Siku moja nikaa nimepata namba za wale watu wakubwa ambao wanapita pale. Kumbuka nilishakutana na Gudra Gosbet, akanichukua, nikamweleza, mpaka leo namheshimu kama kaka yangu. Akanambia, mdogo wangu natamani ni kutoa pangaambia kaka, hata mimi napenda kutoka, ila mimi napenda kurudi shule, mpira. Mpira. Shule na kucheza kucheza mpira mpira, kipaji changu kama shule peke yake siwezi kusoma, nitadanganya tu. Mdogo wangu, mimi siwezi kukupeleka kucheza mpira, mimi labda shule, nakufanyia kila kitu. Nikaa nimezoea naye, aka ananichukua ndo mara kwanza kakaguda kunichukua mimi kunipeleka mpaka kwake akakaa na mimi baadaye narudi ubungo tu stai kwa sababu nikuwa nataka kucheza mpira, nikakutana na watu kibao. Baadaye kwa muda wa mwezi mmoja, nakumbuka nikuwa nina namba zao kwa sababu nikuwa siwezi kukaa ubungo bila simu, nikuwa na namba zao. Ila baada ya huo mwezi wa kufikia, nikuta tu zile namba zote ambazo nikuwa nantafuta zilikata ghafla, sikutafuta na mtu hata mmoja, ambayo ikuwai kutokea. Nikaa niko kule makongo <coughs> siku tatu kabla mwezi haujaisha nikarudi Ubungo sijatafutwa hapo. Baada ya kuzunguka mikoa mbalimbali, Daudi akaamua kurudi tena Ubungo darajani. Nini kilifuata? Tuangalie safari yake ya kwenda makao, ilikuwaje? Ala, siku ya kwanza pale darajani, siku ya pili, siku ya tatu asubuhi nimeamka, nikuwa nagombana na wezangu kisa hamsini tulipewa na mtu nakumbuka, hamsini mimi sikupewa, walikuwa nagombania wezangu, mimi katika kusuluhisha ule ugomvi kuna mmoja akawa anataka kumpiga mwenzake, mimi kafikia sasa kutetea, ikasimama e tu gari pale. Kuna mtu akasimama, akatuangalia akatuambia nyewe kwa nini mnagombana? Akambia amna kujitetea, akambia mnataka hela? Tukasema ndio, akasema pandeni kwenye gari, akasema tupande kwenye gari tena, huyu hapa ni askari hapo siku tatu hapo. Kuna wale wenzangu mgomba na mzee mmoja huyu mtu atupatiaga pesa anasemaga hivi, anataka tutoke hapa kwao tupande, kawambia, ila baadaye moyo wangu kanasukuma kwamba ingia. mimi kwa nika, kwanza kuingia kwenye gari yake, ila hapo moyo wangu unasema kia Mungu tena ni mataki ruhusu hii nakunja inaenda urafiki. Ah, nimekaa, nimetulia. Mmoja mwingine akaingia akanipa ule wafadhali, akaingia wote watatu tukaanza kwenda. Tulivyoona inaenda Mbezi, akili zote zikahama, tunaenda gogoni kufungwa, tukawa tunaenda tupigisha tu, anambia jamani, mimi nataka mtoke pale naona Mungu, anasema hivi, hamtaki kukaa pale, natamani kuwachukua kweli. Tulivyofika hapa, kwa jumu, kuna kituo cha polisi kwa sababu ya hawa majengo, ndo tushaisha tayari. Biashara gani? Ambia sisi biashara, tunataka kusoma. Kanambia sawa, akatuambia akatuletea waafisa ustawi alivyo tuletea watu afisa ustawi wakaja, wakatusainisha, wakasema tutakaa nakaa hapa kama kituo. Ni nani aliyewachukua sasa pale, maana hujatuambia? Sasa mtu ni mchungaji ambaye ni ule blood master, atuleta hapa, akatafutia wale wa ustawi, ndo akaja akatuandikisha, ikafanyika kituo. Siku ya kwanza tulichukuliwa, tukapelekwa ofisini kwake, akatuuliza mnataka niwafanyie nini? Wenzangu tukajibu mmoja tu ndo alijibu veta, ila mimi na mwenzangu mmoja tukaambia shule. Kutaka kusoma. Kutaka kusoma, sawa. Nimesikia nyewe hoja ila wewe umenidanganya. Kama ninaambia mimi nimedanganya. Anasema sijadanganya. Kanambia nenda, nendeni, nishawasikiliza. Siku ya pili tena akatuita, "Mnataka niwafanyie nini?" Mwenzangu la mbali chagua VETA, tukamshauri kwamba hapana twende shule. Naye akakubali, naye akasema shule mimi na mimi nikasema shule, shule. Baadaye akanaambia bado unanidanganya. Nikakaa tukakaa wiki moja, baadaye akanitafuta tena, tukawa tumekaa hapo tumetulia, akatambia hivi, wewe njoo ofisini. Kweli nikamfuata, kanauliza unataka nikufanyie nini? Nikaambia, baba, nataka shule. Akanambia hapana. Ambia baba, kiukweli mimi napenda kucheza mpira. Akanambia tulia. Popo mesikia moyoni, kweli unapenda kucheza mpira? Sema ndio, baba, wajichangu mpira na wala sio shule. Akanambia, akamwita mwasibu Akamwambia mwite huyo mwasibu, akamwita, akamwambia baada ya siku tatu naomba huyo uwe amemtafutia timu akademi ya kucheza. Akajua masiara tu kwamba tushaambiwa sana hivi kwenye vituo vingi kwamba utafanyiwa, afu ufanyiwe kweli. Nikachukuliwa baada ya siku tatu, nikaambiwa imepatikana akademi ambayo inaitwa Magnet Youth Sport Academy. Kweli nikapelekwa nikaanza kucheza. Ambasho ni kitu ambacho nilifurahi sana kwa sababu sikuwahi kutegemea maisha mwangu kama itakuja kutokea kama nilishaitoroka nyumbani kwa kutaka mpira, alafu leo inakuja kutokea Daudi ameanza maisha mapya makaoni. Lakini bado ndoto yake ni kucheza mpira. Yako mambo yaliyomshangaza Daudi, ikiwemo kumiliki hati ya kusafiria kumbuka. Nilicheza kwa miezi saba tu, ikafikia kuna trial, kuna mashindano huya yanayofanyika South Africa Spain na Sweden, nikaa nimechaguliwa kwenye mashindano, nilichaguliwa kwenda kushiriki mashindano mawili ambayo nilichaguliwa kwenda Spain na Sweden. Sasa ibidi nichague niende wapi. Baba kusikia hiyo taarifa kwamba natakiwa kwenda huko na inatajika kulipia, ilikuwa milioni sita, nikajua itowezekana kwenda mimi japo nilichaguliwa. Nilishangaa maajabu ya kuwa mchungaji alinilipia, kwamba aliruhusu mimi niende. Kipindi hicho mimi sina cheti cha kuzaliwa, sina visa, sina passport. Ilitafutwa, nikafanikiwa kweli kupatikana kila kitu, mimi nikamiliki passport ya miaka kumi ambayo mpaka sasa hivi ninaimiliki passport ya miaka kumi kitabu. Kwa hiyo kumiliki kitabu ilifanikiwa mimi kuingia airport ya Nyerere ambayo sikuwahi kutegemea kama nitakuja kuingia kuona ndege live, kwa sababu sikuwahi kuona ndege live, naonaga inapita juu. Niliingia pale, nilipelekwa sehemu ya kukaguliwa passport, walikuwa wanaongea English. Hapo mimi kabla sijafika hapo, nilikuwa nimechagua kwenda QT, kweli nilisoma kwa, kuna baadhi ya kitu nilikipata hata kuongea kidogo, nilikuwa naweza nilika, nilika, pewa nanilia nilia tiketi ya Air Turkish. Mpaka sasa hivi naweza hata kuitaja maana mwanzo uko hata kutaja ni ngumu. Air Turkish. Kweli nikakaguliwa pale nikagongewa muri. Sasa naenda kuweka mabegi, hadi na shangaa, nika najiuliza, ile begi naliweka hapa linaenda wapi sasa? <laughs> si niende nalo kwenye ndege. Kaambua nikaweka pale begi. Kweli ingefanikiwa mimi kupanda ndege. Yaani mpaka nakwambia, kwenye ukoo wetu mpaka sasa hivi huwa wanajiuliza kwamba huu mtoto ni mtoto wa aina gani? Imagine mpaka kutoka hapa ukoo wa mama wangu Semseke Funambata wanajiuliza mpaka leo nimefanikiwaje kupanda ndege. Kweli nimeenda Sweden, nimekanyaga ardhi ya Sweden, nimekanyaga ardhi ya bara la Europe, ambao hakuna mtu ameshaifanya hivyo kwenye ukoo wangu wote. Nimeishi Sweden, nimecheza mpira pale. Nashukuru Mungu uji kwenda kwangu labda Mungu alifanya kama zawadi, toka mashindano yameanzishwa pale nchini Sweden, mimi ndo kwanza sisi eh, timu yetu ndo ya kwanza kufika nusu fainali, hiyo kombe la Gothia Cup. Nakumbuka tulianza kituo cha kwanza nimekanyaga Uturuki Istanbul, nimekanyaga nimetoka Istanbul nimekanyaga Copenhagen nchini Denmark. Nimekanyaga Sweden Gothenburg. Januar Gatan sehemu nyingi nimekanyaga viwanja hivyo, nimeshiriki. Kwa hiyo nashukuru Mungu, yani ninacheza mpira na ndoto yangu inaenda kutimia. Nimetoka under 17 sasa hivi nimepelekwa mpaka chini ya umri wa kumi na tisa, under 19. Umesema ulivyokuwa unaondoka kwenda Sweden, ulikuwa umeanza kiuti, umeshika passport ya kitabu lugha kidogo, ulivyofika Sweden ah Yaani nikwambia hapo, unaweza kusema hata basi kwa muujiza, mimi sikushindwa Kiingereza nilipokuwa Sweden. Lugha hii nikaa japo QT ilinishinda, sikuweza kufaulu, ila kwa kila kile ambacho nilikipata nashukuru. Mimi nilikuwa yani, niliweza kuongea na mzungu. Tulielewana, wale walikuwa napiga story ya English, mimi niliweza kuchangia na nilielewa kwamba nini kinazungumzwa, japo nilisoma nikashindwa kuendelea, ila haikuwa fimbo kwangu ya kutumia kuielewa lugha. Na nini ndoto yako sasa, kurudi QT kuendelea, ama ndo umeshiti, umebaki kwenye mpira? Nipo kwenye mpira ila, nipo kwenye mpira ila sijaacha bado kujifunza Kiingereza kwa manufaa yangu mwenyewe. Kwa sasa, Daudi ni mtu wa namna gani? Nazidi kuimprove na naona Mungu akiwa ananipambania kwa sababu nilikuwa mtu kijana nisieleweka. Nilikuwa nacheza sana kamari, japo sikujiingiza kwenye vilevi, ila kile vichangu mimi nilikuwa mcheza kamari maarufu wa Bonanza, ila nimekuja hapa nimebadilishwa kuwa kijana mwema, kijana nayeaminika, kijana anayeheshimika. Ninatumika kanisani, niko kwenye kitengo cha media. Kama hapo nilipoona huyu, nimefurahi sana kwa sababu ndo kitengo changu kanisani. Ah, na nazidi kumshukuru Mungu, nasema hata kwa baba Mastai, Mungu ambariki, Mungu aendelee kumuinua, manake siwezi, sijui hata nimshukuru vipi, hata nikimshukuru na sisi sitofikia ile kiwango ambacho amenifanyia, ila ninaamini kwenye akili yangu kwamba ni Mungu ndo ametenda vile, na ndipo nikuja kuamini kwa kwamba Mungu yupo, Mungu ndo anafanya muujiza. Niliamini kupitia hapa, ila sikuwahi kuamini kwamba anasema Uka, ukaja Mungu anakubadilisha na kutoa kwenye sehemu fulani na ukaja kuwa hivi. Nimeamini sasa kwamba Mungu anaweza kutoa huku na kakuweka hapa. Daudi ana wito gani kwa vijana mm, wenzake ambao bado wanaishi mitaani? Na nasi hata walioko huko mtaani wapate chachu ya kutafuta sehemu, kituo kwamba hata hapa wanakaribishwa, ila anachowasi, ukipata nafasi ya kubebeka basi nawebebeka kule mtaani hakuna maisha kule, huwezi ukatengeneza historia ya kuja kumwambia mwanao. Kama mimi hapa, ningekuwa nipo mtaani, sijui mwanangu kija kumwambia, ningekuwa ningekuja kumwambia mwanangu mimi ni kwa omba omba? Hapana, ila hapa natengenezwa kesho yangu kwa hata mwanangu nat, natengenezwa ili mwanangu asije akaishi maisha ambayo nimeishi mimi. Kuna kitu cha kujifunza hususan kwa wazazi kupitia simulizi hii. Kila mzazi apate nafasi ya kutafakari na kuchukua hatua ili kudhibiti tatizo hili lisitokee katika familia yake. Kwa leo tunaishia hapa, lakini usikose wiki ijayo, tutaendelea na makala nyingine ikionyesha ushuhuda wa mtoto aliyekuwa akiishi darajani, lakini yuko kidato cha nne. Mtihani wa taifa wa kidato cha pili alipata daraja la kwanza. Mimi ni Beatrice Eric.